Habari za asubuhi. inaitwa Mary Kinabo, afisa mwandamizi wa masoko wa soko la hisa la Dar es Salaam, na wapushia taarifa ya soko ya wiki iliyoisha 30 Juni. Mauzo kwa wiki uh, iliyoisha yamepungua. Kwa wiki iliyopita tuliuza hisa milioni 2.3 na kwa wiki hii zimeshuka mpaka hisa laki tatu na 30 kuchangia mauzo kushuka kutoka bilioni 19 mpaka uh, shilingi milioni 412. Na kaunta ambazo ziliongozeka ziliongoza katika mauzo milioni 12 ni TCC kwa 40%, CRDB kwa 11% na TBL kwa 7.9. Kushuka kwa mauzo pia tunaweza tukakuhusisha na zile siku, siku mbili ambazo zilikuwa ni siku kuu ya Eid na pia ukiangalia kwenye mauzo ya hatifungani kulikuwa kuna ongezeko wiki iliyopita, alishuka wiki hii amepanda. Ukiangalia hatifungani milioni mia saba na sabini ndo ziliuzwa kwa wiki iliyopita. This week ambayo imeisha tarehe 30 June tumepata hati fungani za bilioni tisa nukta sita. Pia tuongelea kuhusu mtaji wa soko kwa wiki pia umepanda kwa shilingi bilioni mia nne thelathini na nane na hii imechangia kupanda kwa bei kwenye kaunta za Uchumi securities ambayo imepanda kwa asilimia kumi na tano ikifuatiwa na TCC kwa asilimia kumi na mbili na pamoja ikifuatiwa na Kenya Airways kwa asilimia saba. Mtaji wa soko makampuni ya ndani pia umepanda kwa shilingi bilioni mia moja na ishirini na nne na hii mechangia kupanda kwa bei za, za hisa za TCC kwa asilimia kumi na mbili nukta saba tisa. Tuna pia ongelea shindano letu la School Investment Challenge ambayo lilianza mwaka huu tarehe moja April mpaka tarehe 30 Juni ambayo ilikuwa ndio mwisho. Tumeweza kupata wanafunzi elfu kumi na moja. Hii ni hali tofauti na kwa mwaka uliopita ambao tulipata wanafunzi 3200. Kwa mwaka huu tunaweza kusema kwamba kuna mwamko sana kwa wanafunzi wa vyuo vikuu na shule za sekondari ambao ni wenyewe walishiriki kwa mara ya kwanza. Na pia katika shindano hili washindi rasmi watatangazwa tarehe ya wiki inayokuja. Kwa kutokana na kutaka kuja kujua uchambuzi wa masuala ya nani ameshinda ameongoza vipi, ila tunawatambua mabalozi wetu ambao wamefanya kazi nzuri, kwa wamasiha wanafunzi wengine kushiriki kwenye shindano, na balozi ambaye ameongoza kwenye shindano anaitwa Laurent Kaizirege, anatokea shule ya uh, chuo kikuu cha usimamizi wa fedha yani IFM. Yeye ndio ameongoza amekuwa na amesajili wanafunzi. Asanteni sana.